Kwa majina naitwa Domisiano Rituhala, ni afisa mkaguzi kutokea TBS kanda yetu ya kati. Tumekuja kuendesha hiki kikao na kamati ya chakula na vipodozi kwenye halmashauri yetu ya manispaa ya Singida kwa lengo la kuwajengea uelewa juu ya kazi za mashirikiano kati ya halmashauri ya manispaa ya Singida na shirika la viwango Tanzania TBS, na hii imetokana kwamba kikao ni muhimu kwa sababu hawa wakaguzi na waratibu wanaoratibu hizo shughuli kwa ngazi ya halmashauri wamekuwa wakishindwa kutekeleza majukumu yao, kwa sababu hizi kamati bado zilikuwa hazielewi ni majukumu gani zitakuwa zitekeleze na sasa kwenye upande wa mashirikiano. Kwa hiyo kikao hiki nadhani kitakuwa na manufaa makubwa sana kwa TBS na pia kwa halmashauri ya Singida, kwa sababu na masuala ya upande wote kwanza ikao hiki kitawezesha kulinda afya za wananchi kwa kupitia kwenye suala la usalama wa chakula na vipodozi, kwa sababu hawa kaguzi wakishapewa nguvu na halmashauri, watakuwa na uwezo sasa wa kuwafikia wananchi wengi na kuhakikisha kwamba ile maeneo yanayouza vyakula na vipodozi yanakuwa safi na salama na hata kuwa na athari kwa watumiaji na pia kitakuwa na faida kubwa sana kwa halmashauri na TBS kwa sababu ni sehemu ya mapato ya halmashauri, kwa sababu kwenye ule mgao wa zile ada zinazotoa kwa ajili ya usajili, halmashauri itakuwa inapata asilimia arobaini ya mapato haya. Kwa hiyo yu, halmashauri ya manispaa ya Singida tumefanikiwa kuitembelea na tunashukuru kwamba wajumbe wapo wa kutosha na watapata uelewa kwa ajili ya kuwajengea uwezo wajumbe na wakaguzi wote, na tunamshukuru pia mkurugenzi kwa ushiriki wetu na yeye ameahidi kwamba suala hili ataitekeleza vizuri.